nacho hatuna fedha, wala hatuna fedha fedha wala wala dhahabu dhahabu bali b tulichokuwa. Kwa jina la Yesu, simama kushika mkono wake wa kumi kamwinua maranya yao zake na vifundo vya miguu yake vikati wa nguvu. Akamshika mkono wake wakumi kumi kamwinua wa maranya yao zake na vifundo vya miguu yake vikati wa nguvu. Tunawakaribisha sana kwenye tukio letu muhimu. Kama unavyoona bango letu linajitambulisha kwamba tuna tukio muhimu tarehe 16 mwezi huu wa 11, tutaanza saa nne asubuhi mpaka majira ya saa 12. Kwa hiyo ni kuharike mimi ninayeongea na wewe ni katibu wa kwaya hii ya Kiwete, kama wewe utaka kusikia uimbaji, lakini kutakuwa na kwaya nyingi mbalimbali. Njoo tumsifu Mungu, njoo tumwadhimishe Mungu pamoja, lakini tunategemea sadaka yako. Sadaka yako ni ya muhimu. Tuna namba yetu ya mpesa, tuna namba yetu ya CRDB CRD benki, kwa hiyo tutairusha pia. Mtumishi wa Mungu tayari kwa ajili ya kutuchangia, tunakualika sana karibu, usikose siku hiyo. Itakuwa ni siku ya baraka sana. Kwaya mbalimbali zitakuwepo zikimtukuza Mungu. Asante sana na Mungu wa mbinguni awabariki amen. Ndugu mtazamaji, unayenitazama hapa, naitwa Medi Medri Kisanga, mwalimu wa kwaya ya Kiwete ya Makongolosi Chunya. Tunapenda kuwakaribisheni sana kwenye tamasha letu litakalofanyika tarehe kumi na sita ya mwezi wa kumi na moja ambapo tutakuwa na tamasha na harambee pia. Tunaadhimisha miaka yetu 41 tangu kuanzishwa kwa kwaya hii ya Kiwete ya Makongolosi Chunya. Karibu sana, karibu sana mwananchi, mahali popote ambapo utapata kibali cha kuwepo katikati yetu, jihudhurishe, maana tutakuwa na kwaya mbalimbali ninazofundisha mikoa mbalimbali na zile zingine mbalimbali tulizozialika zitakuja kushiriki pamoja nasi kwenye tamasha hili ambalo litakuwa ni kubwa na la kihistoria maana tunaadhimisha miaka yetu arobaini na moja tangu kuanzishwa kwa kwaya hii na pia kutakuwa na harambee na changizo la ununuzi wa gari la kwaya. Karibuni sana mahali popote mlipo, karibu katika siku hiyo. Ikikupendeza unaweza ukafika siku ya jumamosi mosi, kwa sababu kwaya nyingi zitaanza kuingia siku ya Jumamosi.